Jina anaitwa mrakibu mwandamizi wa jeshi la zimamoto na uokoaji Malumbo Abson Ngata, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mbeya. Leo tarehe 17 mwezi wa pili mwaka 2026, majira ya saa 8 dakika 11 mchana, tulipokea wito wa uwepo wa mtu aliyeonekana akielekea kwenye dimbwi la maji katika mtaa wa Maili tano kata ya Iganzo jijini Mbeya, kama majukumu yetu yanavyotuelekeza Maafisa na askari waweza kufika eneo la tukio kwa ajili ya kwenda kuona nini kinachoendelea. Ni kweli askari wa jeshi la zimamoto na uokoaji walifika eneo la tukio na kubaini kweli uwepo wa mtu ambaye alikuwa mwili wake unaelea kwenye dimbwi la maji katika huo mtaa wa maili tano, kama nilivyotaja hapo awali, ambaye baada ya kutolewa pale amefahamika, majina anaitwa Tido Abel Kadaga umri wa miaka ishirini na alikuwa ni mwanafunzi wa chuo cha masomo ya biashara yani CBE kampasi ya Mbeya na alikuwa anasoma mwaka wa kwanza. Kwa bahati mbaya tumemuopoa au tuseme tumemwokoa tayari akiwa ameshakwisha poteza maisha, na mwili wake tumeukabidhi hospitali ya rufaa kwa Mbeya kwa ajili ya ndugu zake kutambua, lakini pia kwa ajili ya uchunguzi mwingine. Kweli chanzo mpaka saa hizi bado tujapata, kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama tunaendelea kufuatilia kujua chanzo hasa kilikuwa Mwona, tarifa, wali, ni nini, lakini tunashukuru samaria wema ambao walimwona na kuweza kutoa taarifa kisha zimamoto kwa ajili ya kwenda kufanya maongozi. Hii ni kama mwendelezo wa matukio ya baadhi kukutwa wamekufa kutokana na mwendelezo wa hmm, mvua zinaendelea kunyesha. Uliwahi kutoa rai kwa wananchi, pengine kwa hii kilichojitokeza ni nini kauli yako? Mm, kwa kweli tunashukuru kama unavyojua kwamba mvua zinaendelea kunyesha mkoani kwetu, tunasema ni neema kwa sababu mvua ni neema kwa ajili ya watu kwa ajili ya kufanya kufa, kufa, shughuli mbalimbali za kujipatia kipato, kama kiwemo kilimo, lakini mvua hizo zisipo sikuwa nazo makini za kuleta maafa kama vifo kama ambavyo vimeweza kutokea. Hatuna wakati moja moja kwamba labda kwa nini sababisha, lakini niendelee kuona ndio nafasi kwa hasa wananchi kwamba mvua zinaendelea kunyesha. Kitu cha kwanza na cha muhimu, kwanza waendelee kufuatilia utabiri wa hali ya hewa ambao unatolewa na mamlaka ya hali ya hewa ili kujua kama mvua zipo zipo za kiasi gani na madhara gani kwa sababu mkoa wetu wa Mbeya umebarikiwa mvua nyingi. Lakini jambo la pili, tuchukue tahadhari, usiye kuona maji yametuama kwenye dimbwi, ukasema ukapima kwa macho kwamba ngoja nivuke, kumbe mkine kawa kirefu, ukaweza kusababisha madhara. Lakini tuendelee kuangalia watoto wetu kwenye makazi yetu, ambao wanakuwa wanacheza wana, wana, wana, wana, wana, wana na shughuli zingine, labda wazee na watu wengine ambao wanahitaji msaada, tuangalie kwa karibu, ili wasiwe waweze kucheza kwenye maji, kwa sababu unaweza kama maji yananyesha mvua na ya mvua zinanyesha nyingi sasa hivi, kama maji yanapita, basi wasipime kwa macho Wajiridhishe usalama wao, ndo waweze kuvuka au kama hakuna ulazima wa kuvuka, basi wabaki majumbani kwao na kuendelea na shughuli zao za kawaida.